Na mimi nimesoma makabrasha na nimeona. Kwa hiyo nianze kwa, ni kwa kuwapongeza kazi nzuri sana inafanyika na FCT. Hongereni sana sana sana, na mafanikio waga yanaonekana kupitia matokeo ambayo yapo, yaani kwamba kama mmemaliza kesi na kwa idadi hiyo ambayo mmesema, lakini vile vile mmeonyesha mafanikio ambayo yamefanyika ikiwemo maboresho mmesema hapa mnaenda kielektroniki zaidi kwenye case filing management system, lakini vilevile mmeeleza kuhusiana na uelimishaji ambao mnafanyika, mnafanya kwa jamii, lakini vile vile na mazingira ya utendaji, namna ambavyo yameboreshwa, na naamini yote haya ndo ambayo yanachagiza mweze kufanya shughuli zenu vizuri. Lakini haya yote yasingefanikiwa kama Mheshimiwa Rais asingekuwa na azma ya kuongeza na kuboresha utendaji kazi wa taasisi ikiwemo FCT. Kwa hiyo yote haya ambayo yanafanyika, kwa kweli tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan ambaye yeye ndiye ambaye ametuelekeza, ni lazima sekta ya viwanda na biashara tuweke mazingira mazuri ya kuvutia uwekezaji, urahisi wa kufanya biashara, lakini vile vile kuhakikisha sera, sheria na kanuni zinakuwa wezeshi na zinapunguza urasimu usio lazima, na vile vile tunachochea ukuaji wa biashara za ndani pamoja na kuvutia uwekezaji wa ndani pamoja na wa nje na kila taasisi ndani ya wizara yetu inayo sehemu ya kufanya kuhakikisha yote haya yanafikiwa kwa ufanisi mkubwa sana. Na sababu ya kufanya hivyo tunayo, kwa sababu tayari nyewe nyewe ni mashahidi. Ukiangalia miaka mitano ya nyuma ya ufanyaji kazi wa FCT sio sawa sawa na sasa hivi. Tumeboresha mazingira ya utendaji na ni jitihada za Mheshimiwa Rais kuhakikisha baraza hili la ushindani linaendelea kufanya kazi kwa weledi. Kwa hiyo ndugu zangu, sisi matarajio yetu ni kwamba mtaendelea kufanya kazi kwa weledi huu huu ambao mnao, na sisi wizarani tutahakikisha tunaendelea kuwapa ushirikiano wa kutosha wa kuwafanya mtekeleze majukumu yenu vizuri kabisa na mfikie matarajio ya uh, wananchi ambao sisi ndio wateja wetu. Ndugu zangu, pamoja na pongezi hizo, kwa kuwa leo nimekuja na mimi basi, siwezi kukosa machache ya kusema ili tuweze kubadilishana mawazo kwa namna ambavyo tunaweza tukaendelea kuboresha zaidi utendaji kazi <coughs> wa baraza letu. Na la kwanza, sisi mategemeo yetu makubwa na ndo msingi wa baraza hili ni kuhakikisha baraza hili linaendelea kuwa huru, linaendelea kufanya kazi kwa weledi na kufuata sheria, miongozo na taratibu ambazo zimewekwa. Ndugu zangu, uh, biashara ni maisha ya watu lakini ni uchumi wa taifa letu vilevile vile. Mimi ninafahamu baraza hili linafanya kazi kwa weledi zaidi, lakini kwa sababu tumepata fursa ya kuja hapa leo, ni muhimu kuendelea kusisitizana kwamba baraza hili ni tegemeo la wafanyabiashara katika taifa letu, ndiyo tegemeo la kuleta usuluhishi katika sekta yetu ya viwanda na biashara. kwa hiyo kwa misingi ile ile ambayo imeundwa kwa ajili ya baraza hili na ndo misingi ambayo nina uhakika mnaishi chini ya mwenyekiti wenu, basi na sisi tunaendelea kuwasisitiza, ni muhimu kuendelea kulinda misingi ya baraza hili ya kuwa huru kufanya kazi kwa weledi na kufuata sheria, kanuni na miongozo ambayo ipo. Lakini la pili, ndugu zangu, sisi tunategemea, kwa sababu biashara haisubiri, biashara ni wakati, tunategemea masuala yote yanayohusiana na sheria pamoja na kanuni tunategemea yasirudishe nyuma utekelezaji wa baraza. Yaani, kama mnahisi kuna kanuni ambayo inahitajika, basi tunategemea mtaenda mbele ya wakati kuhakikisha kanuni hizo zinapatikana, na sisi tunapata tunazipitisha, ili kuendelea kuboresha utendaji kazi wa baraza. Tusikae tukahuzunika tukarudi nyuma, kwa kudhania kwamba jambo fulani limekwama kwa sababu ya kanuni. Biashara zinabadilika kila siku, mazingira ya biashara yanabadilika, kwa hiyo ni lazima tutegemee maboresho ya kila mara. Kwa majina anaitwa Mbegu Kaskasi, ni msajili wa Baraza la Ushindani. Awali ya yote, kwa niaba ya Baraza la Ushindani na mwenyekiti wa Baraza la Ushindani Mheshimiwa Jaji Rose Ali Ibrahim, katika kipindi cha miaka mitano baraza lilipokea mashauri 156 na tayari limesikiliza mashauri 152 sawa na asilimia 96 ya mashauri yote. Uh, kulikuwa na kipindi kirefu takriban mwaka mmoja ambapo hatukuwa na baraza. Baraza lililopita lilimaliza muda wake, lakini kufikia mwezi Juni, Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania aliteua wajumbe na mwenyekiti mpya, na tulikuwa na pending appeals and applications thelathini na mbili na, na katika hizo tayari mashauri ishirini na mbili yamesikilizwa na tarehe tano Desemba tutaanza kuyatolea uamuzi.